Kuna kiwango fulani cha nidhamu kinachowafanya watu wasikuheshimu tu, bali wakutazame kwa hofu na mshangao. Leo kupitia Simulizi na Hekima tutafichua siri ya kufika huko. Ulishawahi kumwona mtu ambaye hana mapumziko katika ratiba yake, yule anayeamka kila siku wakati ule ule, anafanya mambo yale yale na hajawahi kuchoka. Wakati wengine wanaacha wiki ya tatu, yeye huendelea kana kwamba hana breki. Wengine wanatafuta visingizio, lakini yeye huonekana kazini kila siku, na watu humwambia kwamba huyo si wa kawaida kabisa. Wazee wetu walikuwa na hekima ya kale inayofundisha jinsi ya kujenga uthabiti wa kutisha. Waliita utaratibu wa mchwa, zoezi linalojijenga lenyewe. Ukiuelewa vizuri, hutaishia tena kuvunja malengo yako. Lakini kuna sharti moja zito: mfumo huu si kwa kila mtu unahitaji umzike kabisa yule wako wa zamani, yule wa ulegevu na wa kuahirisha mambo. Kabla sijaonesha jinsi ya kuishi mfumo huu, tafadhali jiunge na Simulizi na Hekima, bonyeza like na uandike maoni: ni tabia gani unaitamani kuijenga kwa kutumia nguvu ya utaratibu wa mchwa? Kwani hii unisaidia kujua kuwa una nia ya kweli ya kubadilika. Hadithi yetu inamhusu kijana fundi wa kompyuta aitwaye Juma. Alikuwa na akili kali na bidii kazini, lakini alikuwa na tatizo moja kubwa: hakudumu kwenye tabia yoyote kwa zaidi ya wiki mbili. Mazoezi aliweza kufanya kwa wiki nane tu, kutafakari kwa wiki moja, na kusoma hakumaliza hata kitabu kimoja, kwani alisoma kurasa chache tu kisha anasahau kabisa. Ratiba yake ilikuwa ya maumivu: Jumatatu alijaa ari na hamasa, Jumatano akawa na mashaka, Ijumaa anajisalimisha na, na Jumapili anaahidi kuanza upya, lakini hakuna kinachobadilika. Juma alijaribu kila mbinu lakini hakufanikiwa kwa sababu alikuwa akipigana na adui ambaye hakumfahamu muundo wa ubongo wake mwenyewe. Siku moja aligundua siri ya mchwa, siri ya kwa nini hajawahi kuacha kujenga. Haikuwa nguvu ya mapenzi, bali muundo wa akili. Utaratibu wa mchwa unategemea kanuni moja: kufanya kila siku bila pengo la kitendo, bila mapumziko. Mchwa hajawahi kujiuliza kama leo afanye au aache, kwa sababu swali hilo halipo akilini mwake. Ubongo wa binadamu huweka ahadi katika makundi mawili: kwanza ahadi zinazoweza kubatilishwa ambazo hukaa kwenye majadiliano ya akili, na pili ahadi zisizoweza kubatilishwa ambazo hufanyika moja kwa moja. Katika mila za kale, unapotoa kiapo cha hadhara, hauahidi kujaribu bali unabeba utambulisho mpya. Hausemi nitaanza kusoma, unasema mimi ni msoaji. Watu wanashuhudia na ubongo wako unakubali hilo kama ukweli. Juma alifanya hivyo akaacha ahadi za siri na akaandika hadharani, mimi ni msomaji, nitasoma kurasa kumi kila siku saa kumi na moja alfajiri kwa siku tisini mfululizo. Akasaini, akaweka mtandaoni na akaambia kila mtu. Kuanzia hapo, kila aliyemjua akawa mafuta ya moto wake. Kila asubuhi alipotaka kuacha, alikumbuka kuwa kuacha kungemfanya aonekane kama mtu wa maneno tupu, na ahadi ya hadhara ikawa nguvu ya kumfanya aendelee. Juma ligundua adui mwingine: ubongo unaopoteza nguvu kwa maamuzi madogo kila siku. Alijiuliza, nianze saa ngapi? Swali dogo lakini linalochosha akili. Akaamua kutumia kanuni ya pili, saa zisizojadiliwa. Alijichagulia saa kumi na moja alfajiri, si kwa sababu alipenda kuamka mapema, bali kwa sababu ulimwengu ulikuwa kimya. Hakuna simu, hakuna kelele, hakuna visingizio. Wiki ya kwanza ilikuwa mateso, lakini wiki ya pili mwili ukaanza kuzoea. Kengele ilipolia Kabla hajafikiri miguu yake tayari ilikuwa imeshagusa sakafu. Hakukuwa na maamuzi tena, kulikuwa na mwendo tu. Siri ni hii: saa maalum haikusudiwi kutafuta muda bora, bali kuondoa muda wa maamuzi. Ukipanga muda uleule ule kila siku, ubongo hana nafasi ya kubishana. Kinyume na unavyofikiria kubadilisha ratiba huua uthabiti, kwa sababu kila mara unapoamua, leo nifanye push-ups au nikimbia, tayari umepoteza nguvu ya uthabiti. Juma akaamua kufunga kila kitu push-ups 20, dakika 10 za kutafakari, dakika 10 za kusoma, muda ule ule na mpangilio ule ule kila siku. Wiki ya nne akili yake ilinyamaza, hakukuwa na sauti za majibizano tena. Wiki ya sita akaanza kufanya push-ups kabla hata hajatambua. Ameanza tabia ilikuwa imejijenga yenyewe. Hapo ndipo alielewa maana ya halisi ya uthabiti, kurudia mpaka nguvu ya mapenzi isiwe tena muhimu. Uongo mkubwa zaidi ni ule wa kila kitu au sifuri Unajidanganya kwamba kama siwezi kufanya dakika ishirini, basi bora sione shida, lakini huo ndio mtego unaouo thabiti. Mto haukati kutiririka kwa sababu ya kiangazi. Wakati maji ni machache, bado yanapita taratibu, lakini yanaendelea. Ukitilia si mto tena, ni kumbukumbu kumbu. Tabia zako pia ni hivyo hivyo. Siku ya arobaini Juma alikuwa uwanja wa ndege saa kumi alfajiri. Hakukuwa na sehemu ya mazoezi, akafanya push-ups chooni, akatafakari kwenye gari hakukuwa kamilifu, lakini hakusimama. Kasi iliendelea na ndicho kilichohesabika. Huo ndio utaratibu wa mchwa, zoezi linaloendelea vyenyewe bila kuhitaji msukumo. Maisha huleta vikwazo kama mtoto kuumwa, gari kuharibika au bosi kukuzuia. Mambo haya huua uthabiti kwa sababu hutayarishwagi majibu tayari. Juma akaandika kila changamoto iliyowahi kumwangusha na akapanga majibu tayari. gari limeharibika, mazoezi garakana, kichwa kinauma Push-ups mbili, dakika moja ya kutafakari, ukurasa moja wa kusoma. Akijifunza kanuni: wakati jambo fulani linatokea, nafanya hili. Hakuna mjadala wala kusubiri, ni utekelezaji tu. Unapofita kiwango cha kuwa nidhamu yako inawafanya wengine wahisi vibaya, ndipo uko kwenye njia ya sahihi. Wewe ni kioo kinachoonyesha ukweli kwamba kile wanachoita haiwezekani ni kutokuwa na tayari wa kuvimilia maumivu ya ukuaji. Watakuita mchizi au watasema unahitaji uwaliano lakini wanachomaanisha ni rudi nyuma kidogo ili wao wajisikie vizuri. Lakini wewe huufanyi kwa ajili yao. Unafanya kwa sababu umeelewa siri kwamba uthabiti si kufanya kila siku bali kuwa mtu asiyeweza kuacha kufanya. Utaratibu wa mchwa haujengi tu tabia mpya bali unaunda utambulisho mpya. Unaacha kuwa mtu anayejaribu na unakuwa mtu anayefanya tu na pale utakapofika, watu watakutazama na kuuliza, anawezaje kuwa hivi? Na jibu litakuwa rahisi: hafanyi, yeye ndiye. Kama video hii imekugusa, jiunge na Simulizi na Hekima, bonyeza kengele na uandike maoni. Tangazo lako wazi litakuwa lipi? Kumbuka, uthabiti unaowaogopesha wengine ndio uthabiti pekee unaostahili kuwa nao.